Mm. Naam. Naomba unisamee kwa hichi nachoenda kukifanya. Ai, na haja kuomba msamamisha kusamee, mradi tu nikupata kurudi <laughs> <Amin. laughs> <laughs> Yaani hapa unavoniona ndugu yangu ni kama nimechanganyikiwa, yaani kichwa changu kimevurugwa zaidi, yaani ninaweza kutembea kwa babalani nikawa kama gogo, yani natembea lakini akili haipo kichwani bado naumia kitoni kwangu, sijajua hata nifanye kitu gani. Ndugu yangu, kama siko duniani vile napeapea tu ya yani, tangu niingie katika hichi chama nimekuwa ni mtu ni ambaye kuishi na mawazo ni kuishi na kitu ambacho yani, sielewi dunia inataka nini, sielewi dunia inaendeleaje katika maisha. Sasa sijajua kwamba mmenipa masharti la kwanza nimekosea, sawa. La pili nimekosea, sawa. Lakini la ile la tatu mmenipa pia nayo nimekosea. Ile ya ili lingine mmenipa ni gumu mno, kama haya mengine ambayo nimeweza kuyashindwa ambayo ni madogo tu, sidhani kama hili kubwa mimi nitaliweza. Ndugu yangu, naona kabisa kwamba naenda kupotea mimi, naona kabisa naenda kuaibika katika dunia hii ya sasa. Ndugu yangu, nimetembea huko kote, nimekosa msaada, nimeona kabisa kwamba msaada wangu mmoja uliobaki ni wewe peke yako, ndugu yangu Chris Ndugu yangu nimekuja hapa kwako, naomba unisaidie, wewe ndio msaada wangu wa mwisho. Kaka, msaada wangu wa mwisho. Sasa ni nini? Kweli nimekosea yale mashaiti. Ile shaiti la mwisho ambayo ameweza kunipa, sijajua kwamba leo ndio mapenzi yamenitawala kichwani kwangu. Nimejishangaa tu nimetoka ap, kwa app kwenda kwa mwanamke yule, kwenda kumwambia kila kitu, kumwambia kwamba nyie sio watu wazuri, nyie nataka mmenituma nyie mimi hapa niende nikamuue yeye. sasa kumbe wakati mimi wote nazungumza hayo yeye yupo anasikia. Kaja pale kanipa shaiti moja la mwisho kuniambia kwamba niende nikatembee na mama yangu mzazi alionizaa mimi. Kaka, inawezekanaje hii shaiti kweli? Mimi naweza nkaliweza kweli, kama haya mengine nimeshindwa mimi, ya kulala ya kutolala usiku, sijui hili la kutembea na mama yangu, mimi nawezaje kaka? Hii michezo hii michezo ya wanyama kaka, hii michezo ni ya ndege, sio sisi binadamu kaka. Naomba, ah, nisaidie ndugu yako, naenda kuaibika mimi, naenda kuaibika kaka. Sikia nikwambia kitu Franco, kama una kumbukumbu nzuri, mara ya kwanza nikuuliza utaweza, manake maisha hayahitaji masihara, una moyo wa kiume? Kaniambia utaweza, na utaweza pia kufunga siri, lakini sijui ni kwa nini sasa hivi nakuja kukulialia. Anyway, okay. lakini mimi nikutoe hofu. Una kunisaidia saidi Amina, um, nakumbuka niliambia unatamani kuwa mmoja wetu. A, lakini chama chetu huwa akipendi kuwapokea sana wanawake kutokana na wanawake sio watu wa kutunza sana siri. Unaweza kumwambia fanya hiki, lakini pia kaenda katika makundi yao huko makundi yenu mauli matatu, kana kuyaongelea mambo yetu. Na ndio maana mnakuta sisi ni watu wa kutunza sana siri zetu. Maana kwamba chama chetu ni cha siri sana. Sio tu kwamba tunaweza kupokea mtu yule, tukapokea yule, tukampokea na yule. Hapana. Haipo hivyo. Oh. Lakini pia endapo labda nikisema nakupa nafasi. Utakuwa tayari kutunza siri? Ndiyo, enapo, endapo utakunipa nafasi, nitafanya kile unachokihitaji. Endapo nikikupa labda sharti fulani, unaweza kunipa? Mm. naenda kamue aliyekuwa mpenzi wako bona? <laughs> Kama hauko sawa. Um, um, okay, nimefurahi sana. Ninaona sasa wewe ni mwanamke wa kuigwa, mwanamke bora. Um, basi nenda kafanya hivyo, kama utafanya basi wewe tayari utakuwa mwanachama rasmi Nanielewa eh? Okay, wewe si unatoka. Basi mimi bado nipo, namsubiri mgeni wangu. Ah, ah, ah, ah, kiongozi, <laughs> mimi na haraka kidogo, kwa hiyo kuna ishu nimekuja tuiongee hapa mbali mbai katika mambo yangu. Um, kiongozi Franko nalalamika sana. Analalamika nini eh? Kinachomlalamisha nini? Tumempa masharti madogo tu. Tena vitu vidogo vidogo tu kulala nje kwa laiki. Ameshindwa. Asikusumbue. Crisi asikuchukulie muda. Ah, ni kweli lakini mimi nadhani ni kwamba ni changamoto tunazozipitia, lakini nadhani we can give him another option. Labda anaweza akabadilika pia. Hapa. Crisi. A, Franco anakwenda kuwa kichomi. Franco ni msumbufu sana. Hebu nadhani kwamba achana naye, achana naye kabisa. Nakuelewa kiongozi, lakini mimi nafikiri kwamba tungempatia tu nafasi nyingine, kwa sababu nikimwangalia, naona ana moyo wa kupambana pia, na kama mimi ni supervisor wake, basi ni jukumu langu pia kumsimamia. Kwa hiyo, kwa heshima yako, ningependa tungempa nafasi nyingine, Chrissy. Um, nitalifikiria, haina shida. Ah uh, vipi hutaki kutumia kidogo mvinyo? Ah, hapana, mimi sio vitu vyangu, labda kungekuwa na ah, hapana mlo unachotaka. Lakini mambo mapafu, wewe ni makini na mapafu. Hm? <laughs> <laughs> mapafu. <laughs> ah, like babies, hmm? Ah kipo, kipo, lakini breeze ya baba. Kipo kile. Lakini Chrisi, wewe makini na wapi? Kutokana um, na ugumu wa maisha, hali siyo hali najitahidi kutafuta mambo haya iswai Naza ita njia gani ili nifanikiwa. Basi ndivyo ilivyokuwa. ni kweli Bwana Chris, lakini mwenzako bado moyo wangu na mashaka makubwa sana kuhusu jambo hili. Sasa nini tena? ni mandoto mandoto ya ajabu ambayo naweza kuyaota. Kama jana usiku nimeota ndoto mbaya, sijui hata inamaanisha nini katika maisha yangu. Katika hiyo ndoto, bwana alikuja amina nje. Oh, Amina, mm. Karibu sana Amina. Asante ah, <laughs> jisikie ko nyumbani. Haya ah, Akika akikawendwa <laughs> Amina angu yule ambaye nilikuwa nikusubiria kwa muda mrefu sana mm. Achana yule ambaye ameweza kubadilika, karibu sana <laughs> <laughs> ah, <ya>. oh. <laughs> ya, mm. Franco, Naam Namba unisamee kwa nchi nachoenda kukifanya. Haina haja ya kuomba msamaha, mi shakusamehe, mradi tu nikwata kurudi. <laughs> <Abina. laughs> Wewe, umefikaje hapa? Si nilikuwa nikuulize na wewe muuaji mkubwa ufikaje hapa? <laughs> Ah, bibi, ongela sana. Bibi, wewe ni mwanamke wa kwigwa, ongela ongela ongela ongela ongela sana manake Ah, umefaulu kila hisi sana, na sikutegemea kama ungeweza kufanya hivi Franco. Umemwona mwanamke, nilikuwa nakutaka nikuoneshe nikuonyeshe tu mfano watu wanaohitaji mafanikio, watu ambao wapo kwa ajili ya mafanikio. Huyu hmm, ndio anayehitaji mafanikio, sio wewe Franco. Nimekupa mazoezi dogo tu tena kulala nje umeshindwa, lakini cheki, nilimpa zoezi la kwenda kukuua na akafanikiwa kirahisi. Franco bado jachelewa. nilikupa zoezi la kutembea na mama yako umeshindwa, lakini pale nyumbani Mkuu, tatizo sio kumuua mzazi, tatizo ni ule ujasiri. Sina ujasiri wa kufanya kitendo kama hicho kwa mzazi wangu. kama kuna chochote cha kuliweka mimi nikawa na ujasiri, nipatie mimi niweze kufanya kitu kama hicho. Na nishachoka sasa, Franco. Nenda ukafanye. Nenda ukafanye hivi. Ndugu yangu kesielewi chochote, nafanya nini katika ndoto? na sijui kwa kweli, nitakuja kuwa kama wewe ndugu yangu Franco. Mwili wa binadamu una mabadiliko makubwa sana. Usiku muda wa kulala, nafsi zetu huwa zinaenda kutembea <coughs> hivyo basi, kutokana na mizunguko mingi ya mchana, stress, misukosuko, basi mwili unapata stress, hivyo unatengeneza ndoto mbalimbali. Kwa hiyo sio nishu kubwa sana ah, Franco. Ziriza kawaida sana nebubuja. Kwa hiyo yu... kuwa tuna subira. Vipi lakini tukapata hata maji kidogo pale. Maana shimja kaandaa na msosi pia. Ah, haina shida. Mimi mia hasa hivyo, kuna mahali na wai kidogo, kwa hiyo acha tumkuache. Basi, karibu. Hapo ni nyumbani bwana. Asante baba. Haina shida. Ah, bwana Chris. Ah. Mhm. Mm. Paka huku kiongozi. Chris, ushiki simu. Oh. Nimejisahau <sighs> sana. Nilikuwa na Franco hapa. Nadhani simu iko charge ndio? Anasema nini tena? Ah, si unamjua tena yule mzee wa kulalamika. Kalalamika sana hapa. Sijui kuna ndoto na yota anasema, nikamtia moyo pale akaondoka. Vipi kiongozi? Karibu sana. Anaweza achana naye. Ah, but, anyway, Nimependa mazingira yako. Mm, siri mama wa pole Karibu. Natamani kukaa kukaa usiku mmoja. Karibu sana, vranja vipo. Okay. Hao. Uh, Chris. Unaelewa fika kwamba leo ni siku ya kumwapisha yule binti. Yes. Nakumbukumbu hiyo. Sasa nilitegemea utanichaji kwenye kasimu, maana nilikuwa nasubiria simu yako hapa. Nimekupigia sana simu anyway, ehe. Nipe maelekezo yako, maelekezo makubwa. Unaelewa fika kwamba wewe ndio kila kitu, hivyo basi andaa mazingira yako yote leo jioni, tuweze kumwapisha. Inafanyika e muda gani sasa? Isiwe saa ah, okay. Tisa basi, sawa. Kama kwenye bai saa tisa hivi nadhani takuwepo huko. Na e sana Sawa lakini kama tungeenda ta kupata maji kiongozi, ukapajua nanapokaa napo. So mbaya, natamani sana kufika nyumbani kwako, ila kwa kuwa tumekutana hapa, acha narudi, nitakuja siku nyingine. <laughs>